Nashukuru sana, kwanza nikukaribisha sana Kelvin uh, Kibenje kwa kuweza kufika Tanga. Nakumbuka tuliongea kwenye simu, nikasema nitakualika kwa jinsi ambavyo nimekuwa nikikufuatilia sana kwenye Instagram, kwenye Facebook, jinsi ambavyo umekuwa ni inspirational kwa vijana sandi, lakini umekuwa ukisaidia sana hasa wanaofanya biashara na hata walioko kwenye biashara kuwaletea bidhaa na mizigo mbalimbali kutoka China. Kwa hivyo, Kelvin, mimi ni kupongeze kwanza, asante sana. E, kazi kubwa unayofanya, asante sana. Na sio tu kwamba unawagusa vijana hata rika zote, mm. Na makundi yote, wanawake kwa wanaume, na kwa hakika umekuwa na mchango mkubwa sana, asante sana. Fursa ni kubwa, na tukaona kwamba tuzungumze na wewe, tuone jinsi ambavyo Tanga na lenyewe litakuwa na chimbo kama ambalo liko Kariakoo. Ujio wako kwa kweli ni ni very instrumental, nasema ni wa wa, wa manufaa makubwa kwa sababu tuta, sasa tutajenga misingi ya kuona jinsi gani tutatumia fursa hii ya sio tu kupokea shehena, lakini vile vile kupokea mizigo, lakini hata na kusafirisha bidhaa mbalimbali kutoka hapa Tanga. Hivyo tunategemea kwamba kuanzia ujio wa meli hizi tutakuwa na wafanyabiashara wetu wadogo wadogo wa masokoni, sababu so, tulienda na wenye vitu wa masoko. Hivyo sisi tuko tayari kupata, uh, ushauri wako, na tumekuchukua tu kama mshauri mwelekezi ili utusaidie kwanza zile fursa za kuanzisha, uh, chimbo, lakini vile vile na vijana wetu, uh, waweze sasa kuchangamkia zile fursa, kuwe na direct connection, chimbo likija lishuke kwa vijana vijana sasa ndio waweze kusambaza na kufanya biashara hizo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Tanga hali za uchumi pia zina